No sijawahi. So sijawahi kuvutiwa kwanza na mwanaume based on looks like muonekano wake no. Yani, I like naweza hmm. Yani, yani, kusema tu labda msafi ama akavaa vizuri ama nika notice yeah. kwamba lakini mm. Other than that, kwamba looks hivi kama si muonekano sijui nini, ah, hela inatokea yani, no so to hela pia, it's mm. unajua pia kuna watu ambao wana pesa lakini wana kauli mbaya. Mm-hmm. You understand? Mm. So inakuwa turn off. Kwa hiyo, yani, I feel like watu wote ambao nimeku deal nao na wameku approach walikuja kistaarabu sana, mimi I'm, I'm, I'm, I'm a sucker for a person who is very, mimi I'm, I'm, I'm ene hapa najijaribu kuongea lakini in real life, mm. huwa siongei sana. Mm -hmm. na kwa hiyo ili niweze kurelate na mtu, basi naye inabidi awe calm. Hata kama una uchizi wako lakini hautoniletea mimi mm. Yes, ni nice. mm. Okay.